Nimekutana na ile jambo mahali na nikasema kwamba itakuwa ni vyema sana nikiweza kulitolea elimu kwa sababu unapofika mahali unajikuta kwamba uh, wanaume wenzangu wanazungumza kwamba unapotoa mfuko uzazi huwezi ukawa na hamu ya uh, kushiriki na maanisha kwamba mke au mwanamke yote anayetolewa mfuko uzazi anaishia kutokuwa na hamu ya kushiriki, kwa sababu sio mara ya kwanza kulisikia uh, hii uh, ishu na ni vyema sana sasa, sisi wanaume tuweze kupata elimu ya kutosha, kwa sababu unaweza kujikuta mambo mengi ambayo anajitokeza baada ya wake zetu au wanawake kutolewa mfuko uzazi. Hali ya kuto kushiriki au hamu ya kuto kushiriki inajitokeza kwa sababu labda ya stress, ambapo inawezekana kwa njia moja au nyingine sisi wanaume ndio ambao tunasababisha hali kama hii. Sasa kitu kimoja cha msingi cha kuweza kujua ni kwamba kutoa mfuko wa uzazi haisababishi kabisa wewe kupunguza hamu ya kushiriki. Kwa sababu gani nikisema hivi? Ni kwa sababu mfuko wa uzazi wenyewe hauko katika hali ya kuweza kutengeneza hormones ambazo mara nyingi tunasema kwamba zenyewe ndizo ambazo zinachochea hali ya mwanamke kuwa katika hali ya msisimko na hormones hizi mara nyingi ni hormones ambazo zinaitwa estrogen. Ndio maana unaweza kujikuta kwamba kuna baadhi ya wanawake ambao wakiwa katika tiba za maswala ya uzazi, unaweza kujikuta kwamba kuna dawa ambazo tunazo, tunazowapa vinaweza kuchochea ile hamu ya kushiriki na tunawapa kwa sababu fulani, lakini kiuhalisia ni kwamba kwa mwanamke yoyote yule ambaye ametolea mfuko wa uzazi na labda alikuwa hana shida nyingine yoyote mfano, kuna wanawake ambao hawajafika kipindi ambako wanafunga siku zao, yaani bado wanaona siku zao kama kawaida, miaka arobaini na tano, arobaini na sita ukifika umri kama huo na umetolewa mfuko uzazi, unaweza kujikuta bado ukao uko vizuri, lakini ukishafika miaka 50 definitely unaweza kujikuta hamu ya kushiriki inapungua naturally, sio kwa sababu umetolewa mfuko uzazi. Kwa hiyo ukitoa mfuko uzazi chini ya miaka 45 inamaanisha kwamba bado mifuko yako ya mayai inaendelea kutoa hormones za kawaida za estrogen ambazo zenyewe zinakuwezesha wewe kuwa na, na, na hamu ya kushiriki kama kawaida. Sasa Nataka watu wajifunze kitu kimoja. Tuondoe mentality kwamba ukishatolea mfuko uzazi basi kila kitu uh, hakitowezekana tena. Kumbuka mfuko uzazi ni mfuko ambao unabeba uh, mtoto, ndo kazi yake kuu na vinginevyo hauna kazi nyingine yoyote. Kwa hiyo, unapotolewa kuna vitu ambavyo vitakavyobadilika. Hutaona siku zako, na sometimes utakuwa unajiona kama uh, sio mwanamke wa kawaida kwa sababu unahisi kwamba kuna mfuko uzazi, lakini kiuhalisia kila kitu kinaendelea vizuri. Sasa tujitahidi sisi wanaume tuweze kuelewa hili, ili tuweze kusupport wake zetu na wanawake ambao wanaingia kwenye changamoto kwa sababu ya sisi tabia zetu. Nikutakie mwendelezo mzuri wa kuangalia uh, program zetu, lakini usisahau kushare hii ili watu wengine waweze kupata elimu zaidi. Hivyo hivyo, endelea kutufuatilia kwa kubonyeza alama hii ya plus hapa, ili uweze kuendelea kuwa nasi.